Lakini ndugu zangu, tatizo hili halichagui dini. Leo ni kanisa limeamua kuchangisha kujenga kituo kwa watoto hawa, lakini tumeonyeshwa kwenye documentary kwamba mdogo wangu Maida mtoto wake amefaidika na mpango huu, lakini kuna shekhe hapa mtoto wake amefaidika ndani ya mpango huu, na kuna wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo tatizo hili halichagui dini wala halichagui familia ya mtoto huyu kuzaliwa. Ni tatizo la Watanzania wote, ni tatizo kubwa ambalo tunatakiwa wote kwa pamoja tusimame na tulifanyie kazi. Na bahati mbaya ni kwamba katika miaka hivi karibuni duniani kote kuna ongezeko kubwa la watoto wenye ulemavu wa akili na hususan wenye akili mtindio um, kama cerebral palsy lakini usonji wenye autism, wenye Down syndrome na mengine mengineyo. Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa katika watoto mia moja wanaozaliwa mtoto mmoja anakabiliwa na tatizo la usonji. Sasa takwimu hizi ni za kidunia lakini tumemsikia katibu mkuu wa Dayosisi ya uh, Mashariki na Pwani ametaja takwimu ndogo ambazo wao wanashughulikia, litatizo tatizo, takwimu ndogo zilizo nazo kanisa. Sasa hii kwa hapa ndani kwetu nchini ni takwimu chache, lakini kama takwimu za Shirika la Afya Duniani, katika kila watoto mia moja, mmoja anaathirika, ukichukulia population ya Tanzania idadi ya watu wa Tanzania hatukosi watoto kama sitini elfu au idadi hiyo, wenye tatizo la aina hii. Kwayo ni lazima jamii kama jamii tusimame, tushughulikie tatizo hili. Takwimu hizi zinatukumbusha kuhusu ukubwa wa changamoto hii na haja ya kuweka afua za kutengeneza mifumo stahiki itakayoboresha makuzi, malezi na elimu ya watoto hawa, ingawa wengine wanaweza kujitegemea kwa kiwango fulani, kama tulivyomwona Ibrahim, amepelekwa, amesoma, sasa ni kapenta, anajitegemea kwa kiwango fulani, lakini wengi wao ni wenye mahitaji maalum. Hivyo niwapongeze kanisa, sio tu kwa jitihada mnazofanya kupitia vituo viwili mnavyoviendesha, bali pia kwa kusaidia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu changamoto hii na umuhimu wa sote kushiriki katika kukabiliana nayo. Asanteni sana, Baba Askofu <coughs> Mwasham, Baba Askofu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali kwa muda mrefu imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali, zikiwemo taasisi za kidini, katika kujenga mazingira shirikishi ya malezi na elimu ya watoto wenye mahitaji maalum. Kufikia mwaka 2024 watoto wapatao 1416 wamesajiliwa katika shule 18 hapa nchini. Vilevile tumeendeleza na kupanua mafunzo ya ualimu kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kwa ngazi za shahada na shahada. Aidha, serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha uwepo wa wataalamu wa kutosha kwa ajili ya viungo physiotherapists, lakini pia wataalamu wa kutosha kwa ajili ya tiba kwa vitendo occupational therapists, na wale wa lugha wa kusaidia uh, uh, matamshi au speech therapist, pamoja na watoa tiba ya afya ya kisaikolojia na wengineo wanaohudumia watoto wa aina hii. Tunafanya hivi kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum hususan wale walioathirika na usonji hukutana na vikwazo vingi vikiwemo vya mawasiliano, kutoweza kuongea, kutokukubaliwa mashuleni na kwenye jamii, kutengwa na watoto wenzao na kushindwa kuchanganyika, kufichwa majumbani kutokana na imani potofu kwenye jamii juu ya usonji na kadhalika. Hizi ni baadhi tu ya hatua zinazochukuliwa na serikali kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata malezi majumbani kwao, lakini pia wanapata elimu stahiki kwa kuimarisha huduma za kiafya za kielimu, katika kujenga uelewa kwa jamii yetu na kulinda haki za watu wenye usonji. Nchi yetu inaadhimisha siku ya usonji duniani iliyotangazwa na Umoja wa Mataifa kila ifikapo tarehe pili Aprili ya kila mwaka. Mwasham, Baba Askofu, nimependa sana mstari ulio usoma unaosema, amin amin nawaambia kadri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Na hili nalo naliona katika kuta kila ninapotupa macho lakini hata wakuu wa majimbo walipokuja kutoa mchango wao, hii ndio quotation ambayo waliisoma au ndio neno ambalo walilisoma. Sasa ujumbe huu ndio uliobeba dhima nzima ya harambee hii kwa sote, kwamba sote tunawiwa kushiriki katika kuwajali watu wenye mahitaji maalum lakini pia wenye mahitaji ya kawaida katika jamii yetu. Kwa kazi hii muhimu mlioianzisha, mmeonyesha kutekeleza mafunzo ya maisha na matendo ya miujiza ya Yesu Kristo. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya waliokuwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa, mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini huu, na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu, kuwajali wenye mahitaji kufanya mambo mbalimbali mbali, mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa, si haba. Baba Askofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kwa kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusani, lakini wakuu wa majimbo hapa wametugaia bilioni 2.7 5.7. Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni moja, nilikuwa napiga mahesabu bilioni moja na mamia kidogo. Kwa hiyo hiyo ni bilioni sita, na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza, lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo, kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema baba askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu serikali tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki vilevile. <coughs> Baba Askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia, nacho ni shilingi milioni moja kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine nitachangia hapa pia shilingi milioni mia moja. Shilingi milioni mia moja, nilisema milioni moja, ukumbi wote umezizima <laughs> ni shilingi milioni mia moja, Baba Askofu. Hicho ndio kiwango nilichojipangia, lakini leo kwa maajabu makubwa niwashukuru sana washauri wangu, na nadhani jumla ya washauri sita au saba hivi ndani ya ofisi yangu, kwamba na wenyewe wamejikusanya, wanakuja na milioni mia moja. Ii <laughs> ilikuwa ni surprise kwangu, nawashukuru sana. Lakini baba askofu watoto hawa ulisema wana matumaini makubwa kutoka kwa bibi. Sasa nikivaa kofia ya bibi, nitawachangia wajukuu zangu milioni hamsini kama bibi. Kwa hiyo ukipiga jumla kutoka ofisi ya mama huku kama mia mbili hamsini hivi, si haba. mia mbili hamsini milioni si haba, lakini kama nilivyosema, niwashukuru wale wote wote ambao tayari wameshachangia ki, kuna msemo unasema kwamba kutoa ni moyo usambe ni utajiri. Kutoa ni moyo na sio utajiri. Usiseme ah, huyu tajiri ndio maana anachangia hapana, ni moyo tu. Tumesikia hapa michango ya laki moja, michango ya laki tano, michango ya milioni. Ni moyo ulicho nacho, toa, uwe na wewe ni sehemu ya sadaka hii. Kwa hiyo, niwaombe sana na niwasihi wa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali mbali na mtu mmoja mmoja, tuchangie makao haya kwa ajili ya watoto wetu wenye changamoto, ili wapate pahali pazuri, wakae walelewe vizuri, wafundishwe vizuri na, we, na we, wenyewe wawe sehemu ya kundi litakalochangia kwenye jamii yetu ya Watanzania.